Gazeti huru pia la kila siku limeandika hivyo, lakini pia gazeti kongwe, gazeti la Uhuru ukweli daima, lenyewe pia limekuja na habari ambayo inasomeka ukurasa wa mbele e, habari imeandikwa wachumi wataja faida nane ujenzi reli ya TAZARA. Miongoni mwa hizo ni kuongeza ufanisi wa bandari ya Dar es Salaam na fursa za ajira kwa vijana. Pia wasema reli hiyo itasaidia mzunguko wa biashara na bidhaa kuwa mkubwa. Habari inasomeka ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari ambayo inasomeka hapa, wawili wafariki dunia kwa radi. Habari inasomeka ukurasa wa sita, hili gazeti la Uhuru ukweli daima, kamata hapo. Majanga ambayo ya mvua yanaendelea kujitokeza katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. mm -hmm. Wawili wafariki dunia kwa radi, kurasa wa sita. Lakini pia kuna habari imeandikwa, maisha hayana extra time, timiza wajibu wako, elfu mbili na ishirini na sita. Ndio hayana yeah, extra time. Kwa mana Usiseme kesho, yeah, haina muda wa ziada. Leo lifanye mm. lifanye eh. Ukisema kesho huna uhakika na. Huna uhakika Lakini pia kadri ya muda unavyozidi kwenda ndio ndivyo ambavyo hata nguvu zinapungua. Eh, bwana we. Mm. Eh. Kwa hiyo tukumbuke kabisa kwamba umri haurudi nyuma, kila ambacho ulikuwa na uwezo wa kufanya jana uh, ndio si ajabu kesho kutwa hautakuwa na uwezo uwezo wa wa kufanya kufanya hautakuwa na uwezo wa kufanya tena. na tuna mifano rahisi tu rahisi rahisi, jiulize walivyokuwa na miaka mingapi, ulikuwa na uwezo wa kukimbia kwa kwa kiwango gani? na je sasa hivi speed zipo vile vile vile vile, hauzi imepungua bwana, namna ambavyo alikuwa na nyenyua ile ndoo ya maji ile lita ishirini, ndio na uwezo wa kunyanyua leo. Mambo kadri ya muda unavyoenda ndivyo naacha ndivyo mambo ambavyo yanabadilika yana, eh bwana, yeah. E, ukisema kesho, mm. itakapofika kesho hautakuwa na uwezo wa kufanya, hautakuwa na uwezo huo na, eh kama vile ambavyo unge, unge- ungefanya hiyo kazi au hilo jambo au kitu gani kipindi ambacho unawaza e bwana ulikuwa mm. unawaza bwana e bwana, sawa. Gazeti la Uhuru hilo hilo pia lina habari ambayo inasomeka hapa, lazima tuitazame eh. habari imeandikwa, mkandarasi aliyepewa kibano apewa masharti. Habari ipo ukurasa wa nane. Vita ya wakandarasi pia mm -hmm. inaendelea, lakini sakata malori la mlaza boda RC wa Tanga, eh, habari ipo ukurasa wa sita. Imemlaza vipi? Tutasoma kwa uzuri hapa lakini pia hapa kuna habari imeandikwa uchaguzi na habari, picha yake inaonekana mgombea wa ubunge wa jimbo la Siha kwa tiketi ya CCM Dr. Godwin Molen, aliyeshika fimbo akijumuika na wananchi wenzake wakisubiri kupiga kura katika uchaguzi mdogo jimboni humo mkoani Kilimanjaro jana. Kamata kwa uzuri zaidi gazeti hili, ajira mpya, chanzo watu kufurika nida. Unajua mm -hmm. nah, nah, nah, nah, nah, nah, saizi pia Uh, miongoni mwa vitu ambavyo vinahitajika ni pamoja na namba ya NIDA. Uh-huh. Uh, au kitambulisho. <coughs> Kwa hiyo mtu asipokuwa nacho anaanza kufurika baada ya ajira kutangazwa. Kutangazwa. Eh, uh, anaanza kuhangaika. Anaanza kuhangaika. Ah, bwana hiyo kitu ni shaifa. Mm. E, nikaenda kutafuta NIDA kwanza. Ndio? Eh, ku, ya kuomba kazi. Ya kuomba kazi. Miongoni mwa vigezo ambavyo vilitolewa ni kwamba uwe na namba ya, ya NIDA. Alafu mimi sina. Huna. Ndio maana kuna umuhimu pia tunasisitizana kila siku na kukumbushana kwamba lazima tuwe na utaratibu wa kuwahi vitu mapema kabla mambo hayajaharibika. Mm. Usifanye kitu kwa, kwa, kwa, kwa mlipuko. E bwana we na. Okay, e bwana, gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii limeandika ilivyokuwa 2025 Watanzania wapitia safari ya milima na mabonde siasa zikichemka matumizi makubwa ya mitandao kupaza sauti za kushinikiza mabadiliko sura mpya za watendaji serikalini za tuma ujumbe mzito. Habari ipo ukurasa wa pili. Yeah. lakini pia Uh, hapa kwenye sura hizo za 2025 Chadema yatikiswa pole pole, watu kupotea, vurugu siku ya uchaguzi, kesi ya Lisu moto, ajali za, za usafiri za tikisa Yasiyotarajiwa bungeni, na hapa kwa yasiyotarajiwa bungeni anaonekana Hussein Bashi, lakini pia anaonekana Doto Biteko mm. Lakini siasa za kususa Zanzibar eh, nazo pia zinazungumzwa hapa, vijana na mitandao, lakini vifo vya vigogo kisiasa anaonekana hapa Job Ndugai, lakini pia anaonekana David Msuya, anaonekana Jenista Mhagama mm. Lakini misukosuko kanisa la Gwajima nalo lipo hapa. Mpina wa CCM ahama Dr. Tulia na Majaliwa. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa elfu mbili na ishirini na tano ya moto kweli, ya moto. Na sio ya moto tu, imetikisa bara imetikisa e, mm. e bwana, noma. Sijajua ni kitu gani ambacho akijatendeka elfu mbili na ishirini na tano e, karibia vyote vimeguswa, vyote vimeguswa e bwana, kamata gazeti bwana, Nipashe Mwanga wa Jamii ukurasa wa pili uta kufungua gazeti hilo na kuona namna gani pia ambavyo mambo yanazungumzwa. Yeah. Lakini bwana, kuna habari ambayo nasomeka ukurasa wa 3 DJ na MC vigezo na masharti wawe wahitimu wa vyuo. Eh? Yeah. DJ na MC uh -huh. Vigezo na masharti wawe wahitimu wa vyuo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Okay. Eh, yeah. Sasa ni nani kazungumza? Kwa sababu najua saizi, MC ukiwa mjanja mjanja tu upo mjini tayari, mm. DJ ukiwa na uwezo wa kucheza na vitu mm, upo mjini, ukijua kuwekeza mbwembwe tayari, wewe ni DJ na ni MC pia, ah. Kwa hiyo hapo kwenye gazeti unaambiwa DJ na MC, vigezo na masharti wawe wahitimu wa vyuo. Nani kazungumza? Ukurasa wa tatu. yeah. Yaya amejifungua juu ya paa atupa kichanga polisi wamezungumza hivyo. Eh, huye alikuwa Yaya eh? Ndio. Eh, maana yake mfanyakazi wa ndani. Wa wa, ee bwana, soma gazeti hili. Mahakama Kuu yaipa ruksa ACT kupinga wabunge wa viti maalum ukurasa wa 19. Msomi afukua kiini migahawa kufa ndani ya mwaka mmoja. Ukurasa wa 5. Ah. Yeah. Eh, unafungua zako mgahawa ndani ya mwaka mmoja, haupo. Haupo. Haupo. Si ajabu hata historia haipo, kwamba historia hapa haipo. Kwa palikuwa na mgahawa bwana, hakuna anayekumbuka, hakuna anayekumbuka. Ile ni gazeti la Nipashe mwanga wa jamii pia, wakati nakamata gazeti la Habari Leo, wewe utakuwa unajiandaa na gazeti la Zanzibar leo. Sawa, na lile lingine silipo. Ninalo Zanzibar gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye ukurasa wa mbele umeandika mambo ya Eva mji wa uwekezaji Bagamoyo baga wawekezaji sita wapewa ardhi, ujenzi wa viwanda Tanzania yapanda mazingira bora uwekezaji ajira mia moja sitini na moja elfu, mia sita sabini na nane zapatikana. Habari ipo ukurasa wa pili. Lakini wawili huru, kesi ya kuporomoka ghorofa Kariakoo, habari ipo ukurasa wa tatu. Mvua ya somba, bajaji waende wanusurika kifo, soma gazeti ile ukurasa wa tatu. Mm -hmm. Lakini vigogo watano matatani, uuzaji ardhi ya malisho, ukurasa wa tatu, na hapa kwenye picha anaonekana Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashir Ali akizungumza alipotembelea na kukagua kiwanda cha kuchakata samaki aina ya sangara kilichopo Muleba mkoani Kagera e, juzi. Kamata gazeti hili kwa uzuri zaidi, hapa ni gazeti la habari leo. Lakini pia kuna habari imeandika, mwandambo mikononi mwa polisi kukashifu dini. Nachoka mimi baba yenu. uh -huh. mm. <laughs> eh, nachoka. gazeti la habari leo Nimekuja na habari yake hapa. Eh, nachoka. E, <laughs> sema si. Sema, eh? Aliporudi akarudi na wimbo, nachoka mimi, nachoka. Eh, alirudi na wimbo? Mhm. E, e. Eh. Baba, baba, baba babu yetu au baba yenu? Maana yeye alikuwa anajiita siasema baba yenu. Eh. Yeah, naye Clemens. Sa, mikononi mwa polisi kukashifu dini. Habari ipo ukurasa wa nne lakini pia halmashauri zaelekezwa kupeleka fedha miradi ya vijana, ukurasa wa pili. Msamaha waliokiuka sheria vyombo vya moto mwisho leo, ukurasa eh, huu utasoma ndani gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Twende hmm. na Zanzibar leo. Sawa, gazeti la Zanzibar Leo limeandika foni wapiga kura kwa utulivu mm-hmm. eh, ukurasa wa pili utapata undani wa habari hiyo lakini wakati huo huo ujenzi nyumba za makazi utakuza maendeleo. Ni Dr. Haruni ambaye ameweza kuzungumza hayo. Ukurasa wa pili utapata undani wa habari hiyo kutoka kwenye gazeti hili la Zanzibar leo. Lakini habari nyingine ambayo imepewa nafasi hapa ni waziri asema ujenzi wa viwanda unachochea uchumi, ukurasa wa tatu. tasa oh, yanunua boti mbili za uokozi Tanga na Kigoma. Yeah, mm-hmm. ukurasa, uh, the uh, ni ukurasa wa kumi na nane utapata undani wa habari hiyo. Dokta Mkuya aagiza kufundwa kielimu watendaji kada ya afya. mm -hmm. Eh, okay kufundwa kielimu. Aha. Eh, kada ya afya, hiyo kada ya afya, ukurasa wa pili. Na watu wamekuwa wakizungumza mambo sana mengi kwenye kada ya afya ndio. mm. na malalamiko yamekuwa mengi sana huko. mm. Kwa kuna kuna hitaji kufundwa <laughs> kwa kiwango kikubwa kikubwa sana mm. mambo ni mengi mambo ni mengi mengi e bwana uh, wenoma, lakini sawa, wanapotubu wasitumie wasigugu <laughs> ZDHC kutumia bilioni 1.9 ujenzi ofisi nyumba za biashara Pemba. uh -huh. Uh -huh, undani wake habari hiyo utapata ukurasa wa tatu. Wakati huo tunapata habari nyingine ambayo imepewa nafasi kwenye gazeti hili la Zanzibar Leo, rais wa Israel akanusha kumpa msamaha Netanyahu. ah. e bwana we uh, ukurasa wa tisa. Benja kama benja Benjamini mm. uh, waziri huyu waziri mkuu mwenetu ah, msumbufu mm -hmm. mm, mtata kweli kweli kweli kweli <laughs> oh, kwenye ulimwengu wa sasa kuna watata wapo uh -huh. Zungumzwa zungumzwa Benjamin Netanyahu kutoka ya Israeli lakini Vladimir Putin kutoka Urusi. Ndio. E, mwenetu Kim e, kutoka kule Korea. Eh, Korea Kaskazini. Kaskazini. Kim Jong-un. E, lakini pia e, unakuja na na mbabe wa hizi kazi Donald Trump naye yuko, ah bwana, hawa hawa. Yeye ni kutoa maagizo. Hawa wanoma. Yeye ni amri lakini huku wengine nao ubishi wenyewe ni ubishi eh, kwa maana eh, kwa amri zako tumesikia mko, lakini lakini endelea kuzungu hapo hapo ka hapo hapo kwa kutulia mbe <laughs> bwana, usitupangie wewe, usijitikise eh, yeah. <laughs> Hey. Gazeti hili bwana, gazeti hilo limetukumbusha pia kuhusiana na haya mhm mm bwana -hmm. mm. ni Zanzibar leo, lakini habari nyingine ambayo mpewa nafasi hapa, Dr. Mwinyi afanya mabadiliko ya viongozi, ukurasa wa pili utapata undani wa habari hiyo, lakini inamaliza hapa. Na habari picha, ambayo yu, iko hapa, na hii inaonyesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi eh, wanne kulia akijumuika na viongozi, ndugu jamaa na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala ya janais kumsalia marehemu Bi Fadia Abdalla Sef baada ya kumalizika uh, sala ya maiti Masjidi, uh, huko Zanzibar. Mm-hmm. Mm. Okay. Ndio. Ni gazeti la Zanzibar leo nimeweka utuo, wakati unaweka kituo kwenye gazeti la Zanzibar leo na baadaye utarudi kwenye michezo gazeti hilo hilo, na ambapo gazeti la Taifa leo kutoka pale nchini Kenya lenyewe limeandika, Jirongo awasha moto mazishi ya aliyekuwa mbunge yageuka jukwaa la kurushiana cheche za maneno na lawama kuhusu kifo chake. Hilo ni gazeti la Taifa Leo kutoka pale nchini Kenya, limeandika hivyo. Lakini pia upungufu mkubwa wa walimu CBE ukurasa wa pili. Ibek yajitetea kuhusu jina la wamtende kamata ukurasa wa nne, gazeti la Taifa Leo. China sasa yachokoza Taiwan ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari imeandikwa, wito mwakwere azungumza na wazee wa kaya e, bwana. Gazeti hili limeandika hivyo, lakini rais aombea bondia dua ya afueni e, gazeti hili la Taifa Leo kutoka pale nchini Kenya.